Karibu kufata kipindi chako cha Tujuze eh, leo ni Uvira tu Burundi, ambapo tumekuja kutembelea baadhi ya vipaji vya nyumbani ambavyo vinaendelea hapa Burundi vizuri sana. Na leo ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV, tumekuja kutembelea ni Burundi, Bujumbura, Kibenga, ambapo huku tumekuja kuona vipaji eh, na watoto wetu wa nyumbani ambao wanaendelea hapa Burundi. Basi ni Tabubaka Kashindi Kamwanya, watoto wa mjini wenye pumzi ndogo wana nitaga AOG na kipindi chako kwenye kipindi cha tujuze leo, ndugu mpenzi mtazamaji utapata kujua vingi, nami nasi pia nyuma kamera, ni Moses Majaga, yupo na kushauri tu usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel yako ya Uvira News TV, kwa kwanza kupata kila notification ya kazi ambazo tunazokuwa tukizifanya. Ndugu mpenzi mtazamaji, na pia ukitaka kutangazisha biashara yako, ingia kwenye section comment andika eh, matangazo tuandike inbox, basi uweze kupata moja kwa moja kuja kufanyiwa matangazo ya biashara yako. Unatazama Uvira News TV. Asante. Ndugu wapenzi watazamaji wa Uvira News TV. Kama jinsi tulivyokuwa e, tukiwaambia siku zote kipindi cha tujuze akichagui sekta yote ya mtu wote, lakini leo tumekuja kutembelea session ya production ambayo tumekuja kumuona kazi wa maana ili mradi haweze kukujuza. Najua watu wote ambao unatufuata kutoka Uvira e, Kalemi ulimwenguni kote tunasema kizwa maana leo, tutapasha yale maswali ambayo mlikuwa mnatuza siku zote, leo mtapasha kuyajua kizwa maana. e, kazi ya mziki umeanza mwaka gani na ni kitu gani ambacho kikufanya kika kuinspire wewe kuweza kuwa e, mpiga ngoma jinsi tunavyosikia leo track nyingi ambazo uzifanya? yeah, mimi muziki muziki kwanza de, de de pa familia yangu yote nizaliwa familia ya muziki

ndio nikaama Uvira, nikakuya Burundi, ili niendeleshe maujuzi hadi leo. Hivi ndio hivi. na labda ni changamoto gani ambazo umezipitia, kile kipindi ambacho unaanza kwenda kwenye ma studio, ili mradi kuweza kujifunza, kuweza kuongeza, hasa unakuwa unaelesha huku na hobi ya kuweza kufanya ile kazi yako ya, ya production? Challenges zilikuwa, challenges zilikuwa nyingi juu juu fikie mnivu yenye ni watu wanakukubali, wanajua kabisa huyu wasanii wanakuja kutafuta, ili tokea mbali kweli ilitokea e, mbali, challenge ilikuwa nyingi. Unaweza ukatumikia msanii asipendi, but iyo kuneva give up njo ilifanya hadi leo, na wenye walikuwa wanapinga kazi, hata hivyo nitafuta na wafanyizia kazi. Yeah. Yeah. Labda, first time ambapo ulianza kuingia ku kwenye kipaji sawasawa, je, upande wa wazazi, labda haikuleta gumzo familia, masomo, wapakukua matatizo yote hiyo ilikuwa uh, yeah, challenge kubwa hiyo. Nimesahau kuongelea Jua wakati nimeanzaka eh, babangu mimi alikuwa anapenda ni ni fame, mambo ya muziki alikuwa apenda nisome, alikuwa swangi si bazasi ya Afrika, wanakuwa lakini mimi nilikuwa nakazania. Sasa challenges zilikuwa nyingi sana, nianze explain hapa, challenges zilikuwa nyingi sana jua nilitoroka kwa nyumba sana, jua niende ma studio, nilifaa vituko mingi juu nifika paka leo ni ko producteur, donc ni sacrifice mingi nilifaka na masomo hata nilikatalaka nikakatala sasa somo university nikamwambia mzee anitiangu tunakuta vile vyote, mzee akuana vyelewa meavelwkiwa mana, labda tuende katika hingo hizi, ni wasanii gani labda ambao nyumbani Uvira unakuwaga ukisikia nyimbo zao wa kiume na um, unajifil kwamba hawa ni wasanii ambao wapo vizuri sana na wakike pia, wale ambao ukisikia ngoma zao una unaweza una una appreciate ya yeah, mimi, mimi wasanii wa osa, osa, osa nyumbani ni wengi, ni wengi ambao nakubalia na kazi zao za detail. huyu huyu huyu me niko na vamwa ba special kama tukienda kuengo ya, ya R&B Mr Gave for me nampendaka sana, sana mbaka kza nilikuwa fani wake afaa hata siakuwa nani, siakuwa producer ashiliani naye, napendaka. Tukienda kwenye rap, kuna Kashb, kuna Gaspar Gangster mapenda oh, oh. rapake sana Junior J, Jeda wapisi na kuwana wake, kusema kweli Wanawake Uvira tujipange, wanawake hatujakuwa na wanawake wazuri. Mi mwanamke mnaheshimia Uvira sana. E, tulikuwa tunaona siku nyingi sana, wanakuja ba Grace, wanakuja madereva, wanakuja huku Burundi. mm-hmm. Labda katika hizo pitapita zao ushawai kufanya nao hata kazi moja mbili tatu? Bagrace, ni kuna, niko nao nyimbo nyingi wanaimba bien, niko nao mangoma kali. Na vipi kuhusu wasanii, labda kwa kwa sababu watu wenye kutufata wanaweza wakatamani wasanii gani ambao sio kufanyia tracks, wasanii wale wakubwa sio kufanyia tracks? Kwa wale wasanii ambao wanaendelea pale nyumbani Uvira. Mwini nishawatumikia ba Mr. Gavi ya Shiliano, eh preske, eh preske, preske aba venlita ya vote kwanza nishawatumikia. Ashidan, Mr. Gavi, ba Kashbi, ba Grace, eh, Presidiaro. Na wako wengi, wako wengi, wako wengi. Wasanii preske wote wa King Knife wote nishawatumikia wa, wa, manyimbo mm. Hmm. Ah, lakini mbona hawa jamani ni kama hii njia ya kuja huku kwako kwa, vijana wengi hawaitambui hawa hawa hey, hmm. Kuna, kuna kile kitu ambacho unakuja kupiga track e, Junior Jeda hmm. eh, kuna track moja ya nani, ya Shilian ni biti ambayo ilipigwa, kapigwa na marapa wengi sana, kwa kwa kazi ambayo alioifanya, kwa sababu okay. ya kuweza kusikilisha kiwango chako hadi mpaka Goma wapi kule wakasikia kweli yeah. Ha, hii biti yeah. imeenda shule na ndio nimezungumzia hivyo, sababu kuna wasanii wengi wanasema, tunaogopa kwenda kufanya kazi kwake, unaona Burundi, unaona labda brother, tuchukulia poa vitu kama na hivi. Ndio wanataka kujua sasa, ndio maana tatizo hiyo, ndio tatizo inasema hiyo hiyo, tatizo la kwani madeplacement, unakuta msanii ukikamata budget ya kutoka kwanza Kongo kufika hapa madeplacement, anilipe tena arudie, unaona ni vitu yenye alikuwa fasile kwa kila msanii ya, yeah. ndio maana ile ni kuambia suni, tukangalia solution kiasi tutia hata sekisali pale Uvira nakupa kwetu mezua pana mahouse hiyo ni nyumbani hapo, inabidi kukuza vipaji vya pale. Na najua na, na, vipaji ya pale vikikutana na tachi yangu piko gisi hata watu ya Bukavu na Goma wataogopa juu Uvira tuko na matala mingi sana guys. Ndio hivyo ndio maana nilikuwa tangalia solution tutapata juu ya kufungulia pale na donc pakwe kampuni pale na tuangalie hizi kazi itaendelea, juu siku nakuwa shida, juu kuna wasanii wengi wanapenda watumike, na mimi wana raison hiyo, ma deplacement akuye huku. Nasema na unatoka kule unakuya huku unakuta piko, piko empechement yenye na force tu mimi upange tena urudie upange kukuya, donc na kwa virefu, ndio na Panama House. Sasa hizi mko na project gani ambazo mnazipangilia mna kuzifanya mwishoni mwa mwaka sababu, mwaka tunataka kwenda kugawa mwishoni mwa mwaka, mna project gani labda Panama House mtaweza kuzifanya kuhusiana na production na pia kuhusiana na msanii wenu? Yeah, kwa kuhusiana na msanii kwa kuhusiana na production suni, so, tutafungua studio. So, tutafungua studio kubwa kwa hivi, tumefunga kwanza Panama, tunatumika tu, tu in private on si, so, asi tuko na nafasi tunatumika pule mama Tunakwatu na mama tosi yetu, tunapenda kutumika, tunajidepase fasi hata côté, but soon tutafunguwa studio. Itakuwa mambo ya hii mwaka, tutaangalisha kumalizia malizia. Na et puis msanii wetu iko movement. Soon anaachia ni chupa baada chupa, chupa baada chupa, chupa baada chupa. Kuna ma collaboration nyingi alifanya na wasanii wa Uvira wa hapa. Donc watu wajiandae, tu ni movement ku movement. We never stop. Asante sana Panama House. Nakubali, asante sana bro. Kwambia bila matatizo Panama House. Ndugu mpenzi mtazamaji, umesikia vitu vingi sana haswahaswa kwa wale vijana ambao wanataka kuja kuweza kufanyiwa kazi za, za studio kwa sahizi umesikia Panama House ipo e, ukitaka private job watakuja. Kama ni kwenye hoteli mtachukua nafasi, hata nyumbani kwako wanakuja wanafanya kazi bila matatizo yoyote. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, hatutakuwa wengi wane warefu sana, maana tukianza piga story leo zitafika hadi kesho yake, na mambo mazuri yote hatuwezi tukazungumza leo, but hiyo kidogo nimepasha kujua, na nimepata kujua. Maana wasanii wengi, kile kitu ambacho mlikuwa mkijiuliza mmekijua kutoka kwa KayZ wa maana ambaye ni mkurugenzi wa label ya Panama Hizi je, ni shauri gani ambazo kupatia vijana wale ma new produ producer ambao wataka kufanya production unaweza kupatia mashauri gani na kuambia waje hao aku, unaambia vipi wao wow? Una familia pia na hali ya kimaisha ambayo wanakuwa wanapitia na wa, ni, ni, wawe tu creativity donc wawe creative creativity kwa mingi na wasi give up juu producer nao, na una, una challenge nyingi juu fikie paka ukuwe producer uitwe producer fulani eh, challenge iko nyingi sana, vikwazo ni hivyo vyote, wa bisirmonte tu paka gisi watafikia. Na wa new producer, tuna share contact, tuna deali pamoja. Mimi napenda kushirikiana na na producer na producer wenzangu iko huko underground iko huko star na, na, yeah, yeah. Na soko ya Burundi unaiona vipi? Uh, soko ya Burundi kimziki kwako wewe, soko ya Burundi unaiona vipi? Inakupa heshima soko ya Burundi? swami nimetokea Kongo Sangu wangu tayari kutokea Kongo kukuya hapa. Challenge zangu ni za tofauti na maproducer wenye wako hapa. Ndio ile mina kwambia tezo ma challenge zinapata, unakuta natumika muziki nyingi za nje, meza hapa situmiki. Piko hiyo confidence yenye wasanii hawajakuwa nayo, si you, you, confidence fulani yenye wasanii. Because mimi najua industry ya hapa wakinipatia tu kwa mikono yangu, naweza nikasambua ndio. Naweza nikafaa vitu vyenye na maproducer wa nje wateza wakashangala mimi hiyo hasa unakuta uh, ulitokea ka fasi unakia piko ka kitu kama ka challenge kama yake, kiko kadiri umetoka pambana nako tu ili watu waelewe, ndio yeah. Na focus yako sana, we una uko focus kwenye mastering au sekta gani? Yani ukigusa mimi case hapa nikikufanyia kitu fulani yani ndio unafika kwenye kiyangu mimi kitu kinapenda sana ni beat, ningeweza tengeneza beat kwa kuweza kumaliza. Naona umezungumza vitu vingi sana, labda watu wenye kutufata Uvira News TV, wasanii wengi wa nyumbani Uvira wanatamani kuja kuimba kwa kezi wa maana e, labda wambie wanafanya nini, process ziko vipi? Uenda unaweza ukawachia namba simu waweze wakakutafuta waka, najua inaweza kusaidia sana yeah. Uh, kunipata mimi ku IG niko kujina ya KayZ wa maana, Facebook niko nako KayZ wa maana hivyo hivyo. Uh, na wasanii wa nyumbani wananitafuta, napenda kutumikia wasanii wa nyumbani sana, kwani nitafuta tufanye mabeng mabeng za atari atari.

bila matatizo kubwa sana nakubana naam. um, ndugu wapenzi watazamaji wa Uvira News TV. Panama House Soon, inakuja nyumbani Uvira na muweze kuja malalamiko yenu yale ambayo mlikuwa mnasema siku zote, Panama House KayZ wa maana, mara kwenda Burundi sijui sepejele, vitu vingi sana lakini, leo tumeamua na kikosi kizima timu nzima ya Uvira News TV kuweza kufika Panama House kwa KayZ wa maana, ili mradi kuweza kupiga na hizi story ambazo umeweza kuzisikia za hapa na pale. Pia usisahau kumtafuta kwenye social media yake. Nakwambia eh, Instagram anapatikana kama KayZ wa maana pia Facebook kizi wa maana, lakini zile zingine sasa itakuwa baada ya kutafuta huko, na mwandikeni inbox yake, mtaweza kuchonga mambo mengi sana eh. Kizi, kabla kwa kuaga, labda unaweza kuwa na neno moja la kuambia wenye kufuata saizi, watoto wa nyumbani, wasanii wa nyumbani? Yeah, cha kwanza acha niseme kwanza thanks ku Uvira News TV. Ni kitu kizuri kabisa kukutana tena leo, tunapiga story. I remember tulipigaka ningali kule kanyosha, piga story is good, nasikia tena furaha na kama vilevile nilivyoongea vile, kwa msanii wowote anataka kazi anitafute, tutafanya kazi na ma producer. Upcoming never give up, tukamate tupandishe muziki, inabidi kutumika sana yeah, I love you guys. Na msupporti Panama house, Panama house tunapatikana kwenye Instagram Ukitafuta Panama House utapata msanii ambaye tunaye ni John Spider njoo, ambaye tunamshimamia kwa sasa, na wengine wasanii wanakuja soon, very soon. Ni kipaji chako tu, ukikuwa na kipaji soon unaweza ukakamatiwa. Asante sana. Naam, Panama House nakuambia njoo kama kipaji chako ki, kipaji chako kipo

Wenye pumzi ndogo wananitaga AOG nyuma kamera Moses Majaga yope. usisahau kushare kulike, pia kusubscribe channel yako ya Uvira News TV ili uwe kwanza kupata kila notification ya kazi ambazo tunazozifanya, na pia kwa wale ambao wanapenda kutangazisha biashara yao waweze tu kutupigia na kutuandikia inbox yetu kwenye kipindi chetu cha tujuze, lakini session, business and marketing, uweze kupata moja kwa moja na kuja kufanya huduma yako popote pale ulipo ukiwa Burundi, e, nchi yoyote ile sisi tunaweza tukaja na kuweza kufanyia biznesi yako aso haswa watoto wa nyumbani Uvira kwa sababu wanasema nyumbani kwanza. Asante, unatazama Uvira News TV. Asante.